Ni wasaa mzuri sana wa kuweza kumkaribisha Ally Bakari, mufti mzee wa zilizo trend hapa zilizobamba, e, mitandaoni. Sasa ni mdauni wakumkaribisha akishafika hapa akiwa anakuja kwa mwendo wa madaha kabisa, ndio kisipo mwona yupo Dar es Salaam, basi ujue ni mang'ula. Kama yupo mangula yupo Unguja. Ni mawili tu Mangula, Unguji, Dar es Salaam, Tegeta, Nitegeta kwa ndevu. Karibu sana, asante sana Saidi Msumi. Nimefurahi kuyataja hayo maeneo, sikutegemea asubuhi hii kusikia mtu akiweza kuyataja maeneo hayo yote matatu, lakini nilifurahi juzi, ndio alisimama hapa Rukaya. Ndio. Na bintu ya Mbogita akiwa anafanya jukumu ambalo mimi huwa ninalifanya pale lakini alifanya kwa uzuri sana, mm. na nilifurahishwa zaidi na wewe pia baada mm. yu ya kumpa fursa ile ya yeye kufunga kipindi cha viwanjani juzi ile pale na bila ajizi na yeye hakutetereka alifanya vizuri. Kongole kwa, kwa sana kwake kwake, na mlimaliza kwa kumpigia makofi, sio? tulimpigia makofi <laughs> na <laughs> ana ujumbe wake ulioko James Samuel. Sawa nana uzuri Michael Hiera, wakati tunataniana kidogo, tunataniana nchi. Unajua kwa vitu vii vinatokea sana nchi. Sasa kaambia Jamesi Samue kwambia ikani usimwachie rukai ya siku piaubondeaubondetabidi tumpe segmenti, tutampa na kuna miongoni bwana, kuna salamu pia Michael Hiera. Kuna mtu mmoja kuwa ananiambia kuhusiana na Ali Mufti mm. akanaambia Bwana Ali Mufti, kwa sababu yeye ni mufti sio mm. mufti kwa cheo mm. ila ni jina alipewa tu, Ali Bakari Mufti mm. ni mtu adhimu kabisa, anapendwa sana na Zilizobamba ambazo akikaa pale kabasisha siku, tukaribishe Bwana Ali Bakari Mufti. Asante sana, yote ni kheri mwezi huu mtukufu Ramadhani, lakini pia wenzetu wapo katika Kwaresma. Kwa hivyo, kwa ujumla tuna tupo katika baraka nyingi kabisa, kabisa, kabisa, kabisa. Tuende moja kwa moja katika mitandao ya kijamii na haswa tuangazie zilizobamba huko uh, mm. kwenye mitandao ya kijamii unafahamu ya kwamba uh, viwanja kadhaa vilifungiwa. Miongoni mwa viwanja hivyo ilikuwa ni uwanja wa CCM Kirumba unaopatikana pale katika jiji la Mwanza. mm. Sasa leo hii muda si mwingi uh, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetoa taarifa ya kuufungulia uwanja huo. Hebu tuisome kidogo taarifa hiyo. Inasema Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF limeufungulia uwanja wa CCM Kirumba Mwanza kutumika kwa michezo ya ligi baada ya kufanya marekebisho yaliyokidhi vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Uwanja huo uliofungiwa uli kutokana na miundombinu yake kutofaa kutumika kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu umekaguliwa na kukidhi vigezo vya kikanuni baada ya marekebisho yaliyoelekezwa kufanyika. Taarifa njema kabisa hizi kwa wakazi wa Mwanza, lakini pia wapenda soka kuona ya kwamba uwanja huu mkongwe umefunguliwa bwana. Kuna watu walisikitika kidogo kusikia CCM Kirumba inafunguliwa, inafungiwa wakati ule. Sasa vipasa vingeagizwaje sho? Bila shaka kabisa safari za Mwanza zipo pale, ama sio? waliokaushwa kwenyeenye zungumziasatosasa. Miongoni mwa waliopokea kwa furaha kabisa taarifa hizo ni klabu ya Pamba ambayo na yenyewe imesindikiza taarifa hiyo ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, yani TFF wakaweka posti na picha baadhi ya picha tu eh, zinazoonesha pitch ama ile sehemu ya kuchezea ya dimba hili la CCM Kirumba ambalo linapatikana katika jiji la Mwanza pale, na wanasemaje? Wanasema, adhi, wanasema adhi. Eh, dimba la CCM Kirumba sasa lipo salama kutumika kwenye michezo yetu ya nyumbani na ukiwa na bando katika kifaa chako unachokitumia ama simu yako ama chochote kile, unaweza kutembelea katika ukurasa wa Pamba Jiji, utaona picha tofauti tofauti katika posti hii inayoonyesha maeneo tofauti tofauti ambayo yamefanyiwa maboresho na kiukweli yanavutia, yakoi sisi tumekuletea sehemu hii muhimu zaidi ambayo ndio inatumika zaidi katika mchezo wa mpira wa miguu. Hmm. Sawa, Saidi Msumi, sawa. Hmm. Sawa na Pamba. Yes, wana haki ya kufurahi. Hmm, kwa sababu kwenye mechi saba zilizobakia, mechi tano anacheza nyumbani. mechi tano za nyumbani angechezwa angechezwa vizuri kabisa, mtamka vizuri kabisa bwana, anatokea Mwanza yeah. <laughs> <Wow. laughs> yes anasema wow. mechi tano za Kirumba Kazi kazi na, na, so, yeah. mm. yes. kama hapo hasara sana mechi. Nachosema ingekuwa hasara sana una faida mm. Kucheza mechi tano za mwisho nyumbani alafu mm. Uwanja umefungiwa unatakiwa kwenda kucheza sehemu nyingine na advantage hasa kusingekuwa <laughs> uh, uh, kumaliza mechi tano ukiwa uh, uh, uh, kwenye uwanja nyumbani. Kwa hiyo uwanja umefunguliwa wakati sahihi sana sahi of course wamepokea kwa furaha. Yes, mm -hmm. Hayo ni mambo ya uh, Pamba Jiji lakini pia mambo ya CCM uh, Kirumba Mwanza. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine. Tulipita katika ukurasa wa zaka za kazi, huyu mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Azam FC. Yeye ameweka video hii hapa inayomuonesha uh, Faisal Salum ama Fei Toto, lakini sio yeye tu aliyenogesha, ni huyu shabiki, angalia, anageuka picha ya Faisal, ya. Uh, <laughs> <yes>. <laughs> oh. Yani amechapisha uh, t-shirt yake lakini akaweka picha ya Faisal na ni Fuatiliaji wa mpira watakuwa wanakumbuka picha hii ilipatikana wapi? Image yeah, yeah. Face yeah. Mm. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hivi ilikuwa ya daa ya Zanzibar. Uh, kwa kuna moja li, kuna moja alifanya ah, hivi ah, hapa alifanya hivi. Ah, ah, ah, ili, ah, hii ilikuwa ni baada ni ile Zanzibar, Zanzibar mchezo wa fainali wa CRB yeah. Bank Federation Cup baada ya yeah, kupiga yeah. penalty uh, Faisal. Kwa sababu ya Benjamin Mkapa alifanya hivi, hapa anafanya hivi. Benjamin Mkapa ana kumbili. Eh, yuko mbili zile. Benjamin Mkapa hazipo mechi mbili pale. Yes. Kafunga. Mechi zote mimi nazikumbuka vizuri kabisa. Yes, ndio kama ile ya Ngao si iko po ambayo alitangulia yeye alafu Prince Dube akasawazisha moja. Ile ya Ngao kuna tukio alifanya. Ile alimwomba msamaha, aliambia nyinyi wote nyinyi. Hiyo ilikuwa ligi kuu. Ile ligi. Mechi ya kwanza Faisal Salam kufunga kuifunga Young Africans ilikuwa katika mchezo wa NBC Premier League msimu uliopita. Alivyofunga, akaomba msamaha. Kule pembeni kule, akazunguka hivi alafu akaomba msamaha. Mechi ya pili ilikuwa ni Ngao ya Jamii. Mm ambapo Faisal Salmo akafunga goli goli la kwanza. Yeye alianza akaenda kule kwenye kibendera, na of course, na mimi nilikuwepo karibu yake kabisa, nikaona yale aliyokuwa anayokuwa shahuda, yani nimeshuhudia vizuri kabisa. Hata ukienda ukitazama ile video ya wakati Faisal Salmo anashangilia, ukiwa makini, unaweza ukaniona kwa pembeni hivi, mimi nikiwa nafanya majukumu yangu mengine. Wewe uko katika taswira gani hapo? Mimi nilikuwa katika majukumu yanatekeleza majukumu yangu, na nimeko katika taswira hiyo, nikaona ah, nili <laughs> <laughs> <laughs> <Sama. laughs> Yes. Yeah. Kwa hivyo ni picha nzuri ya shabiki huyo wa, uh, wa Faisal Salum lakini pia ni mm. shabiki wa Azam FC ambaye ameamua kuchapisha uh, picha hii ya uh, Faisal Salum akiwa uh, katika ma miongoni mwa matukio. Yes tutoke okay, mm. hapo bwana, twende katika ukurasa wa Singida Black Stars. Unafahamu ya kwamba tarehe ishirini mm. na nne mwezi huu ku match kuna mechi ile ya kirafiki kati mm. ya hawa Singida Black Stars dhidi ya Young Africans katika mechi ile ya ufunguzi uh, wa uwanja wao unaitwa Airtel Stadium. Sasa uh, Hussein Masanza ambaye ni hey. afisa habari wa timu hii amekuwa katika heka heka, anafanya kama vile wanavyofanya ndugu zetu wawili hao wanao hapa uh, jijini Dar es Salaam, na yeye ameamua kufanya hivyo kuwahamasisha watu wa Singida waitambue kwanza hii hii mechi lakini pia watambue kwamba katika mkoa um, wao kuna hii timu inaitwa Uh, Singida Black Stars. Tutazame kidogo tu, kidogo wewe kuna sehemu imekukosha pale wakati akicheza na na uzuri hivyo, hizo meme zua zinabaki eh, zinabaki gani eh? Kuna moja ile ambayo mheshimiwa waziri fulani yule tusimtaje anafurahi kweli, umeona eh? ya, na, Yes, basi hayo ni ya Singida Black Stars kuelekea mm -hmm. katika mechi hiyo ya kirafiki, na uondo uo huu utaupata kupitia Azam Sports One HD siku hiyo ya tarehe 24. Mapema kabisa, lipia kisimbuzi chako, ili uweze kupata huo uondo kati ya Singida Black Stars dhidi ya Young Africans katika mechi ya kirafiki ya ufunguzi wa hilo Dimba la Airtel Stadium. Haya, tutoke hapo. Bwana, bila shaka yeyote e, wachambuzi wetu hapa watakuwa wanakumbuka tukio hilo. Hebu ngoja tulitazame and then tulisimulia.

elfu mbili na kumi na tisa ilikuwa mm, yeah, mm -hmm, mm -hmm. Ni mechi ya mm, UEFA Champions League ama ligi ya mabingwa barani Ulaya, ikiwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa mwezi Novemba, ambapo hawa ni Tottenham Hotspur, wakati huo Mourinho akiifundisha timu hiyo, waliikaribisha um, Olympiacos. Lakini wakati huu linatokea tukio hili la mpira kutoka hapa. Uh, wenyeji Tottenham walikuwa tayari nyuma au, kwa mabao mawili kwa mm, moja lakini kilichovutia zaidi baada ya kutoka uh, wale vijana wanaookota mipira ama ball boys eh, akaokota akafanya tukio la haraka sana hapa na kurejesha mpira uwanjani na likazaa goli. Harry Kane huyu hapa anafunga, na kilichovutia zaidi zaidi katika video hii ni pale Mourinho aliposimama kumfuata kijana huyo na kumhage ama kumkumbatia akimpongeza kwa tukio hili alilofanya. Na alimwalika pia kwenye kwenye facilities za Tottenham Hotspur, alipata chakula na wachezaji wa Spurs. Mm. Yaani alienjoy kwa sababu boys wengi wanakuaga wachezaji wa academy na so, so, ni moja ni moja ya watu ambao ni muhimu sana kwa, kwa, kwenye mpira kwa hiyo mm hilo -hmm. tukio la kurusha mpira Mourinho alim, alimpongeza sana na kwenye mm hiyo -hmm. mechi alisema me yeye alikuwa man of the match, okay. Sababu so, kurusha tu mpira Lucas Moura anaenda kutoa pasi kwa Alikeni mm -hmm. kilikuwa ni kitu kizuri kwake na of course Mourinho alimlipa vizuri kwa kumwalika kuenjoy na wachezaji na ni mchezaji ambaye anacheza Tottenham Hotspur za vijana safi hapa kwetu nyumbani iliwahi kutokea hivyo katika moja ya mechi za kimataifa hapa. Timu moja hapa ya Tanzania pale uwanjani Benjamin Mkapa pale, kuna kijana alifanya mambo ambayo yalipelekea timu fulani kufurahi. Nice. Ndo anacheza under 17 ya ile team ah, okay, ni club ya Yanga. Sasa tena kwa mazoezi sawa, tumalizie ya mwisho cule kinachofuata hapo mwisho mm, bwana ni Fabrizio Romano ametupa mm, taarifa kuhusiana na, na Dan Carvajal. Huyu ni beki mkongwe kabisa wa pale Real Madrid, alikuwa majeruhi kwa muda mrefu kweli kweli, lakini sasa bwana huyo amerejea katika mazoezi ya pamoja na wenzake kwa maana ya uwanjani, wakati muda mrefu alikuwa akifanya mazoezi ya peke yake, lakini sasa amerejea. Nadhani hiyo ni goti ligament hiyo ukiumia ni msimu mzima unakaa nje. Kwa hiyo Dani hata akirudi, sidhani kama anaweza akapatiwa na nafasi ya kucheza sasa hivi, ataachiwa kwa sababu wachezaji wengi wakiumia, ku recover ni miezi sita mpaka nane, wengine mpaka mwaka mzima, na mwingine anaweza akachukua hata mwaka na miezi kadhaa. kwa hiyo kwa Dani nafikiri anapush kujaribu kuona kama anaweza akafika finali ya Champions kama Malima kama vile fainali. Ya, lakini mm. ilikuwa ni injury mbaya, nakumbuka hiyo mechi mm. nilikuwa naangalia yes, na mm. wakati anaumia ali, alilia kabisa hiyo siku. Mm. Saa uliona mm. ah, ni maumivu ya ndani kabisa kwa mchezaji. Kwa hiyo kwa Dani mm. nafikiri na, anapambana kurudi na mm. hopefully ataanaweza karudi haraka zaidi. Mm. Na mechi zofuata nafikiri, kuna mechi moja Madrid aliiweka maalum kwa ajili ya tribute, ilikuwa tribute yake. Kama ishara ya kumwombea pone haraka na alivaze jezi mm -hmm. zile fulani ambazo kabla mechi ilikuwa zimeandikwa, e yani, kwa kwa ACL, ukipata za Zakaria, ending angel ile, yaani okay. kwa kiasi kikubwa inaweza ikakuweka hatari kurudi mm. kucheza mpira. Na kuna vitu kwa ukiumia goti, utakiwi kufanya uko sahihi yeah. <laughs> Uta, sasa na mara nyingi wachezaji mm. ina wakosti Amaumia goti, amaumia goti, kuna vitu utakiwi kufanya yeah. Kukimbia sana atakii <laughs> <laughs> <laughs> Punguza kilomita, sio kupunguza, acha au acha kabisa hey. Na hapo ni mazoezi. Kama aliambiwa lakini <laughs> si unaona zoezi lilivyokuwa gumu huh? yeah. <laughs> <Sawa. laughs> hey, <laughs> <laughs> mimi ndo namaliza hivyo ku vijana <laughs> uh, Said Msumi na Michael Era <laughs> Uh, vijana wanasema tunajuana. Hey, tunajuana. Tunajuana. Tunajuana. Yes. Basi yeah, lakini kizuri ni kwamba uh, kwa mashabiki uh, wa Real Madrid kuona uh, taarifa hii inaweza ikawa ni faraja kwao uh, kwamba mchezaji wao mkongo beki huyu ambaye amekuwa na mchango mkubwa uh, kwa mafanikio mengi ya Real Madrid amekuwa akifunga, wakati uh, mwingine akitoa pasi za mwisho nzuri kabisa, kumwaga maji, tunaweza kusema hivyo yeah. uh, na kuipatia mafanikio Real Madrid, sasa kuna dalili za kurejea uwanjani. Nirejeshe kwako Saidi Sumi. Shukran sana uh, Ally Bakari mufti, kujumuika nasi katika siku hii hapa ya leo katika zilizo bamba, tumeenjoy tumefurahi hapa uh, miongoni mwa segment ambayo zinapendwa sana na mashabiki eh, wa kipindi hiki cha Viwanjani, huwa anaonaga mpaka komenti yangu pale Instagram kuhusiana na zilizobamba. Bwana vipi bwana, yeye inakuwaje? Kwa hiyo ni jambo jema na tumefurahi sana, lakini kwa wakati huu, wakati tukiwa tunaagana na Ally Bakari mufti, ni wasau pia, tunakwenda mapumziko kwa ajili ambapo, tukirejea tukutana katika the pitch kwao. Shukran sana Ally Bakari mufti alikopo hapa, Dickson Jackson majaliwa alikopo hapa, pamoja na Michael hiera kijana wa Mbinga naye alikopo hapa, lakini bado uhondo unaendelea hapa hapa katika uh, viwanjani. The pitch inafuata punde, tutafadhali endelea kuwa nasi.